Mambo vipi, mpenzi mtazamaji wa D&A TV? Hapa mbele yangu niko na diwani mteule wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kunduchi. Heshima yako mkuu. Asante sana, habari ya leo? Ah, nzuri sana. Unaendeleaje? Salama kabisa. Uh, furahi sana, karibu asante sana hmm. Ah, vipi, unaizungumziaje ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025-2030 Ha, kwanza nishukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kukutana na nyie. Mnajiita mm. unajiita DNI e. Hongereni sana, Nashukuru sana. E, mi ni miongoni mwa wanasiasa ambao nimejaribu kufuatilia ilani za vyama vingi hasa mm. vilivyopo ama vinavyoshiriki uchaguzi mm. e, mwaka huu mm. vyama zaidi ya kumi mm. na sita vinavyoshiriki eh, uchaguzi lakini, ilani ulioniuliza ya Chama cha Mapinduzi, nikipongeze chama ni cha Mapinduzi, ambacho ndio chama changu. Nikipongeze kwa kuandaa ilani nzuri. Ninaposema ilani nzuri ni ilani ambayo inamgusa Mtanzania moja kwa moja, ni ilani ambayo imewagusa uh, Mtanzania wa chini kabisa wakati na hata mle Mtanzania wa juu, lakini ni ilani ambayo imewagusa wawekezaji, imegusa e, uchumi wa nchi, imegusa jamii moja kwa moja dhani. Kwa hiyo nadhani ukiniambia naizungumziaje, kwanza tuanze na ilani ambayo iliyoisha au ambayo ndio imemalizikia, ambayo kwenye utekelezaji wake umetekelezwa zaidi ya asilimia tisini. Kwenye ilani mpya uh, Chama cha Mapinduzi, moja ya vipaumbele vyake yeah, ni utekelezaji wa ilani zile asilimia zilizokuwa zimebaki kwenye ilani iliyokuwa imebaki. Ukiangalia tuna miradi ambayo bado haijakamilika, miradi ya kimkakati ya kitaifa kwa mfano SGR eh, ina malengo ivuke mipaka ya eh, nje ya Tanzania. Mradi huo bado haujakamilika umefika mpaka Dodoma unakwenda kule Tabora, utakwenda mpaka Mwanza, utakwenda mpaka Kigoma bado hujakamilika mm. Hizo ndizo asilimia chache ambazo zilikuwa zimebaki. Kwa hiyo kipaumbele cha kwanza kwenye ilani hii ya ishirini na tano, thelathini, ni kukamilisha eh, eh, ilani ile iliyopita, lakini pia yapo mambo mazuri yaliyowekwa ya kimkakati, hasa ukizingatia kwenye sekta, kwenye sekta ya afya ambayo e, ilani imetamka wazi. Kwanza inataka kulinda afya za Watanzania lakini inataka kuhakikisha Watanzania wana matibabu ya uhakika, na tukiangalia kwenye ilani iliyopita e, Chama cha Mapinduzi kimeweza kutekeleza kwenye sekta ya afya, ujenzi wa vituo vya afya ka, e, kila wilaya e, hospitali za wilaya. Eh, kuboresha miundombinu ya hospitali na zahanati zetu. eh, kwa mfano mimi nimekuwa kiongozi hapa Kinondoni. Kinondoni ni sehemu moja hapo tuliofanya vizuri katika upande wa sekta ya afya, tumejenga vituo vya afya Kino, kata Kinondoni kwa ina, kituo kituo cha cha cha afya afya toka tumepata uhuru, lakini nimepata kituo cha afya cha kisasa ambacho kikipeleka hata mikoa mingine inakuwa ni hospitali ya wilaya <coughs> lakini ukienda eh, tumejenga hospitali kubwa sana ya wilaya kule Mabwepande yenye vifaa vyote yenye majengo zaidi ya tisa. Ni jambo zuri ambayo tumewasogezea wananchi huduma, lakini umeona hospitali yetu ya Mwananyamala imeweza kupanda hadhi kutokana na huduma zake, imeweza kupanda hadhi kutoka kwenye hospitali eh, ya wilaya imekuwa sasa ni hospitali ya rufani kule ya, Amana hesem kwa hiyo unaona, zahanati katika mata, ma, makata na kwenye mitaa zimejengwa zime zahanati nyingi e, ni, ilibaki tu e, kata moja tu ilikuwa ina zahanati wala kituo cha, cha, cha afya ambayo ni kata ya Msasani. Hapo ni kwenye afya tu, nimezungumzia kwenye afya. Sasa nikukatishe, sababu hivyo vitu vyote unavyoviongea ni utekeleza, ni utekelezaji wa ilani ambayo imepita. Ndio. Kwa ilani hii mpya inagusa vipi kwenye eneo lako kama diwani, upande wa Kunduchi? kwenye upande wa Kunduchi, kwanza ilani yetu imetukumbuka Kunduchi kwenye miswa, masuala ya miundombinu. Kunduchi ni miongoni mwa kata chache ambazo zimekuwa zikipata shida ya mafuriko kwa uh, kipindi cha mvua. Nadhani mnafahamu tatizo la Boko basi haya, lakini pia Kunduchi imekuwa na shida ya miundombinu ya lami e, ilamni hii imetukumbuka e, tuna kwenda kujenga mitaro mikubwa ya maji yanayoondosha maji yaliyokuwa na twama katika eneo la Boko basiaya ambalo ilikuwa linaathiri sana watu wa Ununio, watu wa mtaa wa Pwani na watu wa Tegeta. Kwenye ilani hii imekumbuka tunakwenda kufanya ujenzi huo. Lakini pia tuna barabara za lami tuna barabara ya Kondo Makaburini zaidi ya kilomita mbili ambayo ni barabara Kondo Makaburini kuelekea kule na Manga e, ilani hii mpya imeikumbuka Kunduchi kwenye barabara hiyo. Tuna barabara ya Simba Road na yenyewe na almost kilomita mbili na yenyewe kwenye ilani hii, e, ilani hii imeikumbuka. Lakini ukienda pale e, Silver Sand e, pale Silver Sand kuelekea kule Tegeta kwa ndevu kuna barabara inaitwa Silver Tegeta na yenyewe imekumbukwa kwenye ilani na utekelezaji wake utafanyika hivi karibuni. Lakini ukiangalia kwenye upande wa shule, tumeendelea tumeendelea kukumbukwa kwenye shule kwa maana sekondari zetu eh, shule zetu za msingi, lakini hata kuboresha miundombinu ya shule za msingi. Lakini barabara zetu hizi za ndani eh, ilani imeweka Eh, ahadi ya kuzifanyia maintenance lakini pia tuna eh, miradi ya kimkakati ambayo inakwenda kustimulate uchumi wa wakunduchi wa tuna eh, kwenye ilani kuna barabara ya mwendo kasi ambayo imeshaanza, eh, kwa maana kutokea kule Maktaba Square posta kuja mpaka Mwenge kuelekea sim 2000 lakini kutokea sim 2000 kuja Mwenge na kutokea Mwenge kwenda mpaka Tegeta, na karakana yake inakwenda kujengwa pale eneo la Meko au Mbuyuni. E, na yenyewe imetajwa kwenye ilani hii. Ni maana yake ni nini? Maana yake nakwenda kwanza kurahisisha e, swala la mawasiliano kwa kwa, kwa, kwa wakazi wa Kinondoni na mikoa ya jirani au mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia inakwenda kustimulate uchumi wa Kunduchi pale. Tutapata wafanyabiashara, maduka yatafanya kazi vizuri eh, watu wataweza kufanya biashara ndogondogo na biashara eh, kubwa. Lakini kwenye ilani hii hii eh, na kwenye ahadi za Mheshimiwa Rais za mi, siku mia moja eh, imekumbuka vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu, lakini hasa wafanyabiashara leo wadogo wadogo Mheshimiwa Rais ameahidi akipewa kura za ndio za kutosha na akiwa rais anakwenda kurasmisha wale wafanyabiashara wadogo wadogo, uh, wa machinga biashara zao ziweze kutambulikana, kutambulika rasmi, lakini pia ziweze kuwezeshwa, kwa maana ipo mikopo hapa itatoka na mikopo ile asilimia kumi ya halmashauri, kwa maana ya asilimia nne kwa vijana, asilimia nne kwa kina mama na asilimia mbili kwa, kwa watu wenye ulemavu Imi wekewa mkakati mzuri zaidi ambao utakwenda kunyanyua uchumi wa mtu mmoja mmoja, hasa wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo ujio wa kituo kama hiki, naamini vijana wa Kunduchi, wakina mama wa Kunduchi na hata wale wenye ulemavu watakuwa katika mazingira ya kutumia fursa hizi vizuri katika kuweza ku, kuwawezesha. Lakini tumeona kwenye ilani, lakini pia kwenye ahadi za mama kuahidi kwamba tunakwenda kuongeza kuongeza vituo vya kufundishia uh, uh, vijana wetu ufundi stadi kwa maana ya VETA zinakwenda kuongezwa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, zinakwenda kuongezwa katika wilaya yetu, kwa maana vijana sasa watapata fursa ya kujifunza waweze kupata ajira kwenye viwanda mbalimbali mbali, lakini waweze kujiajiri wao wenyewe katika mazingira ya kutengeneza fursa ya, ya, ya, ya, ya ajira. Kwa hiyo ilani hii imesheheni mambo mengi, imesheheni kama hivyo nilivyosema kwenye mikopo, imesheheni kwenye ajira, lakini pia ilani hii inataka kila halmashauri itengeneze maeneo husika ambayo viwanda vitakwenda kuanzishwa, viwanda vya kimkakati vitakavyokwenda kuanzishwa katika maeneo husika. Kwa hiyo kwa, kwa Kinondoni naamini na yenyewe itagusa, na viwanda hivi vikienda kuanzishwa, ina maana vinakwenda kunyanyua watu wa Kunduchi, watu wa Kinondoni. Lakini pia ilani hii imeeleza kwamba itaweza kwenda kuwezesha vijana kuwezeshwa Ten, maarifa katika wale ambao wanataka kutengeneza mak, makampuni ku, mm. Kunyanyua makampuni madogo yaweze kuwa makampuni makubwa. Kwa hiyo ndugu yangu, nikisema niielezee ilani ya Chama cha Mapinduzi, mm. tunaweza tusimalize hapa, tukamaliza siku mpaka kesho naielezea ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu bado sijagusa kwenye maswala ya ustawi okay. wa jamii. Tutazungumzia huko maswala ya vijana, maswala ya, ya wajane, maswala ya tunazungumzia maswala ya TASAF, yote yametajwa huko hapa nikisema nianze kuchambua hatutamaliza, okay. lakini kwenye elim, the same. Okay, sawa. umezungumza mambo mengi sana, ili, hawa, ili haya yaweze kutimia inabidi rais aweze mgombea urais kupitia chama cha mapinduzi Samia Suluhu Hassan aweze kushinda na, lakini pia yote yatimie inabidi wagombea chama chama wa chama cha mapinduzi washinde, na huko mtaani kuna kauli ambayo inazungumza no reform, no election. Na wengine wanasema Oktoba tunatiki hii no reform, no election, inakutisha kiasi gani kwamba kwenye mchakato wako wa ushindi wa chama haz. Kwanza nikuambie kitu kimoja e, nchi yetu ni ya kidemokrasia, nchi ya haki, inaruhusu kila mtu aweze kusema anachojisikia. Mi leo naweza nikasema siendi kulala nyumbani, lakini nikisema siendi kulala nyumbani hais, haimaanishi kwamba wale watakaolala nyumbani watakosa usingizi. Kwa hizi ni kauli tu na ni haki ya kila mtu kusema anachoona kinafaa kusema, kusema kwa wakati ambao anaona nafaa kusema. E, swala la no election, no reforms, no election reforms elections ni swala ambalo halipo katika utaratibu wa katiba yetu ya nchi. Katiba yetu ya nchi natutaka kila baada ya miaka mitano tuweze kufanya uchaguzi na tuweze kupata viongozi wapya. Kwa hiyo nadhani serikali iko katika mstari wake, na sisi wananchi ambao tunaelewa na wale ambao wengi hawaelewi tutaendelea kuwaelimisha. E, lazima tuende kufanya uchaguzi. Kwa hiyo kusema ni jambo moja, uchaguzi lazima ufanyike na okay. Nadhani unaona taratibu zinaendelea ndio maana tumia uchaguzi na vyama zaidi ya kumi na sita vinashiriki vina uchaguzi. Wakati mwingine unaweza ukachungulia ukasema hapa, hii gemu unaenda kupigwa unachukua mpira unaweka kwa pano unakimbia. Kwa hiyo hiyo haiwezi katishia mambo yako pale pale. Uchaguzi upo na tunakwenda. Mimi hainitishi, kwa mimi binafsi hainitishi, lakini mimi naamini pia watanzania wengi wanauelewa mzuri, kwa sababu toka tumeanza eh, mfumo wa vyama vingi, kwa maana ya demokrasia, tumekuwa tukifanya uchaguzi zetu kila baada ya miaka mitano na huu ndio muda wa uchaguzi na uchaguzi mkuu upo tarehe ishirini na tisa watu wana, wanajiandaa kwenda kutiki wale ambao tasusia hatuna ni, ni sehemu ya demokrasia na ndio maana mi nasema nchi yetu kwenye upande wa demokrasia imekuwa sana. Okay, sasa kutokana na, na maelezo yote ambayo umesema, vipi mwitikio sasa wa wananchi Kunduchi aa, juu ya mgombea wao wa Chama cha Mapinduzi, hamasao ikoje unavyoiona? Oktoba watatiki au kuakishie Kunduchi kwa asilimia kubwa. Ukitaka kujua dalili ya mvua ni nini? Mawingu na mawingu tuliyaona kwenye kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura Kunduchi, wapiga kura waliojiandikisha ni watu elfu sabini na sita wananchi ambao wapo kwenye register. Kwa mujibu wa sensa iliyopo iliyopita, ni wananchi elfu tisa kwa hiyo unaweza ukaona zaidi ya asilimia sabini au zaidi ya asilimia tisini wameenda kujiandikisha. Maana yake ni maandalizi ya kwenda kutiki siku ya tarehe 29 Oktoba, sisi tunacho kazi nilionayo ama kazi tulionayo. Kwanza nawaombea wagombea wa chama changu kura Daktari Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Daktari Emmanuel Nchimbi waende pale wakatafute boksi lilo na picha za watu hao, alafu mbele kuna neno CCM, watafute kisanduku hiko wafanye kutiki ili haya niliokuwa naelezea yaweze kutekelezeka. Lakini ndugu yangu, washuke chini waende wakatafute kwenye boksi la mbunge ama wabunge, wasipepese macho kwa, kwa, kwa, kwa wagombea wengine, wakamtafute ndugu Geoffrey Timothy ama TBC1 msema ukweli, kijana makini aliyoletwa na Chama cha Mapinduzi kugombea katika jimbo la Kawe, watiki pale, lakini wamalizie kwa ndugu yao mtoto wao kijana wao waliokuwa wakinituma miaka yote, Michael Josephat Urio CCM, watiki pale, alafu wao watakuwa wamekamilisha kazi yao. Deni linabaki kwetu sisi watatu, na sisi tumejiandaa kulipa deni hilo kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi nashukuru sana. Asante sana. Unaambia nini no reform, no election? Anapenda ni Watanzania wenzetu. Wao waendelee kuamini wanachokiamini, sisi tunaendelea na sisi kwenye kile tunachokiamini, lakini mwisho wa siku, baada ya tarehe 29 tutakuwa moja na tuijenge nchi yetu. Nashukuru sana. Asante sana mpenzi mtazamaji wa DNI TV, huyu alikuwa ni diwani wa kata ya Kunduchi Michael Urio, tumeweza kusikia mengi ambayo amesema. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, asante sana.